Ni kwamba ni vizuri kuzoea kuoga pamoja. mm -hmm. Jioni mkiwa mume Aha. na mke Wow. Yes. mm -hmm. Hata kama ka bathroom ni kadogo, mmoja anashikilia <laughs> maji na ndoo juu <laughs> ili yes. <laughs> m-connect huko right. kwa bathroom mwingine anapaka mwingine sabuni mnasuguana, mm -hmm. nyuma. mm -hmm. You know, ana, yeah. na, mambo ingine hata tuatua mnaweza jaribu huko yes. Lakini mchunge msianguke juku na sabuni, sabuni. <laughs> mvujike <laughs> vizuri sana wa mume na mke kuoga pamoja. Je, mlioga pamoja lini? Yes. Hata kama kako kadogo tu, mbona tu mnaweza mnaweza mm. toshea. Mnaingia huko, mnakuwa na furaha, mnasuguana, yeah. mnaoshana na maji, mnarushiana maji. Hiyo mambo ambayo inakaa kama ni ya upuzi. Hiyo yes. ndio inafanya ino radha ya ndoa yes. ikue mkiwa mume na mke. Lakini right. watu wengi wanakaa ni kama karao. Yes. Wewe utoka, mm. umekaa sana kwa bathroom. Sasa yes. si utoka, nataka kuoga. Hapana. Mm. Na ingia na maji yako huko huko ndani. Kwa nini nini? Iko nini? Iko nini? Mpate huko mtu wako right. Muoshane yes. Alafu after that mtoke. Kwa hivyo showering together enhances, rekindles love as a husband and a wife. Alafu sasa mkishaoga, ukitoka, ni vizuri kuvaa nini? Eh, umenavaa vizuri. Vizuri ni nini? Hiyo ni kumaanisha <Yes. Vaa. laughs> kama <Baa> una... <laughs> Unajua mimi nawachekelea nyinyi hapa vile mnafanya mambo yenu. <laughs> <laughs> So hivi ndio vile mnakuwa. Anyway, unajua ni vizuri that pia mavazi yako uvae vile ambavyo inapendeza mwenzako, wacha kuvaa ovyoovyo ovyo. Eh, unakuta wamama mtu mm. anavaa stocking yes. kwa kichwa na purnek, na mm. e, <laughs> unakuta mzee amevaa t-shirt kembake tosha. Sasa unashangaa surely, hizo e, e, sio vitu za kuvaa eh, wakati kama huo. Kama unavaa vaa kitu ambayo inapendeza, inavutia kitu ambayo inavutia, mm. Kitu ambayo mwenzako akikuangalia hata yeye atasema yes, mm-hmm. This is my man yes. This is my woman mm-hmm. Kwa hivyo pia pale kwa kwa, kwa bedroom yeah. Ni vizuri mnahakikisha ya kwamba your bedroom is smart. Unakuta watu wengine hata waangalie kitanda yes. Vile iliacho asubuhi ndivyo iko mpaka jioni. E, unakuta kama ni e, manguo chafu e, manguo safi imechanganya yes. E, sasa mkitaka kufanya tu watu lazima msukume na mguu mm. Sasa hiyo sa kama ni mashuka haibadilishwi, inakaa wiki mzima, na ni mashuka ambayo kuna kazi mingi inaendelea pale yatuatua. Kwa hivyo keep the bed clean, keep the bed neat, muwe creative. Hata unaweza kuwa kama we, mzee, tafuta karatasi, andika a love note, come and drop it on the pillow of your wife, umwambie, unajua nini, nina kupenda Kipenzi wangu, ulinipeleka e. Kulikuwa na nikwambie, hautaongea maneno mawili, ongea mambo mengi kuliko kitu kingine chochote. Watu wa chini hata yes, change of environment yes, yes. Wacheni kuzoea ati mama anaangalia Mungu mm, na yeye mzee anaangalia mama, hapana. <laughs>